You know, I'm a big defender of the boy child. Waambie the Lord die wakiendelea kujikwamilia na these girls wa university, brown, wakona mahaga. Ati? Unapata comrade pale, yeah. Anashikana na msichana mweupe akona mahaga. Wewe ushaona msichana mweupe akona mahaga akona boyfriend moja. No, no, is is a going concern, eh? Mweupe akona mahaga Naongeze wiki eh, ako na boyfriend moja eh. Naongeze kucha refu <laughs> eh, boy chali should ask mm himself this question eh, eh. Ako na mpaka hizo eyelashes zinafanya kama waipa eh. Nionyeshe mmoja Maina <laughs> eh, ambaye ako na boyfriend moja. Nionyeshe mmoja mupe ako na mahaga eh, ako na boyfriend moja <laughs> na mimi nitakuonyesha bra iko na long sleeve <laughs>